Wanaongea kila pali hapa, hapa Kenya ambayo wanasema ati sasa chama ya ODM imekwisha, chama ya ODM sasa imeenda sijui nini. Hawa wenyewe wanaongea namna hiyo, hajawahi hajawahi chaguliwa chaguliwa popote, hata kama chaguliwa popote hajawahi chaguliwa huko kijiji kwao. Yeye kazi yake ni kuongea tu kwa TV, kwa redio, sijui wapi anaongea ati chama ya ODM. Yeye mwenyewe kama ako na nguvu, si asimame na chama yake, tuone kama atashinda si asimame wengine, kwanza wanatoka hapa Homa Bay na Migori sijui nini, wale wa Migori tutanyorosha, awe ngoja tu, wale tunajua kudili na hawa. Hawa ndio wakora, hawasimami popote. Hasimami kama MCA, hasimami kama mbunge, hasimami kama gavana, kazi yake tu ni kuongea kwa makahawa na kwa TV. Ah, ODM sasa imeisha nguvu, sijui ODM sijui ni nini, washetani, shetani! Chama ya ODM itakuwa na nguvu bado, itakuwa saa hii. Baba alituacha katika serikali ya broadbase ambayo inaongozwa na President William Samoi, na 2027 chama ya ODM itajipanga. Hakuna siku ya chama ya ODM itarudi kwa opposition. Chama ya ODM itakuwa ndani ya serikali. Chama ya ODM ndo itakuwa serikali ama itakuwa kwa koalisheni ambayo itakuwa inaform serikali. This is Mapin TV.